Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kupitia kikosi chake cha usalama barabarani limefanikiwa kukusanya zaidi ya shilingi milioni 548.16 ikiwa ni na tozo kutokana na makosa mbalimbali ya barabarani yaliyofanywa na madereva. Kiwango hicho cha fedha ni kutokana na makosa 8272 12 yaliyokamatwa kwa muda wa siku kumi zilizopita kwenye wilaya za Ilala, Temeke na Kinondoni, huku idadi ya magari yaliyokamatwa yakiwa ni 478, pikipiki 344, daladala 3520 na magari mengine binafsi pamoja na malori yakiwa ni 1268. Ifuatayo ni taarifa kamili. Chinese Bistro Hayo yamebainishwa leo na kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam, Commissioner Simoni Siro wakati akizungumza na waandishi wa habari na kuongeza kuwa kiasi hicho cha fedha kimeingia serikalini. Katika hatua nyingine, jeshi hilo limefanikiwa kuwakamata vijana 15 wanaodaiwa kujihusisha na makundi ya kihalifu maarufu kama panyarodi baada ya kuendesha msako mkali wa kuwatafuta wahalifu wa makosa mbalimbali kwenye maeneo ya Kivule, Nyang'andu na Vingunguti mtakuja kutokana na kuongezeka kwa matukio ya baadhi ya vijana kujiingiza kwenye makundi ya kihalifu, Kamishina Simon Isiro amewataka wazazi na walezi kuwa karibu kufuatilia mienendo ya watoto wao sambamba na kuitaka jamii kurejesha vikundi vya ulinzi shirikishi anarhii isemetuni halifu vijana wadogo wadogo, wanajiunga wanaji pamoja, wanakuwa wapatao ishirini, usiku wanashambulia kwenye nyumba za watu wanaiba. E, sasa wa vijana kama nilivyosema siku za awali, wazazi wanawajibika kabisa kabisa, umri ni umri mdogo, mtoto na miaka kumi mpaka kumi na tano kumi na sita unategemea nini? Wazazi mtusaidie sana hivyo, maana yake kumekuwa na huu sasa, kumekuwa na aina hii ya uhalifu, watoto wadogo wanajikusanya, baadaye wanaingia mitaani. Tarehe 25 mwezi wa tano majira ya saa tano na robo asubuhi, elfu mbili na kumi na sita watu wanne maarufu Kamanda huyo pia amewaeleza waandishi wa habari kuwa katika misako mbalimbali iliyofanywa na jeshi hilo imefanikiwa pia kukamata bastola na risasi ambazo zilikuwa zinatumika kwenye matukio ya uhalifu kwenye maeneo tofauti ya kanda maalum ya Dar es Salaam. Tunajaribu kufuatilia hii kuangalia maana yake, hii ni Chinese pistol. Sasa Chinese pistol inatumwa zaidi na majeshi io, eh, silaima tunatumia lakini tunajaribu kuona, utaona namba imefutwa, namba imefutwa. Sasa inapatikana wapi? Tunafuatilia kuona imepatikana wapi. Aa, hizi ambazo zimekuwa zinasumbua sana maeneo ya Kimara kutoka Dar es Salaam.